Kwingineko, msaidizi wa Rais Farouk Kibet ameandaa zoezi la kusafisha ng'ombe ili kuwakinga na maradhi mbalimbali bila malipo. Akiandamana na wanasiasa akiwemo mwaniaji kiti cha ubunge cha Malava kwa tikiti ya UDA David Ndakwa, Kibet amewataka wenyeji kuchagua kiongozi kutoka mrengo wa serikali kwa minajili ya kupata maendeleo. tuko na mheshimiwa kutoka na sisi Kabarasi huvuka ng'ombe. Sisi watu wa Malava wote tunavuka ng'ombe, majirani wetu hapa wanavuka ng'ombe. Kwa hivyo tumehakikisha leo kukumbuka ya kwamba kabla hatujaenda kwa uongozi, mtupatie nafasi tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi na moja. Ndako ukipata hii kiti, ukumbuke hapa hii siku ya leo ulikuja ukaomba kura na ukumbuke hawa watu, na ni vitu tatu tu nataka ndakwa enda fanye. Jambo la kwanza ni kukamilisha hiyo barabara ya kutoka Malava town kwenda Samisi, akuja atafute njia zingine. Hii barabara nimeona kutoka Ikoli hapa Kakoi inaenda mpaka mpaka Ikoli. Mimi nakuomba mheshimiwa Ndakwa, fanya bidii barabara tuweze kufungua watu ya hapa sehemu hii wapate kupita haraka wakienda kuona madugu zao ng'ambo ile ingine.